Ingia ndani. Hana ujasiri wa kumtizama mwanaye akiwa amevaa kama mtawa, anakataa kupambana na hofu yake. Kuna kitu unahitaji? Um, nimekuletea dawa. Weka hapo, nitameza baadaye. unahitaji nini? Ndio, inabidi tufunge tena. Wala haina haja. Ni muhimu, Bwana Narin. Daktari alisema kwamba tunatakiwa kufunga upya mara mbili kila siku, sasa kama tuki... Hausikia, nimekomea nitabadilisha mwenyewe, nitakopata wakati. Asante. Sawa, nitamwambia shangazi kwamba utajifunga kidonda mwenyewe. Nimekomea kwamba utakii kumsumbua mama. Una dakika tano tu. Kovu ulilipataje? Niliumia alipokuwa anacheza kriketi, nilikuwa mdogo sana. Lazima itakuwa iliuma sana eh? Lakini baba ndiye alikuwa na wasiwasi zaidi yangu. Hakuna cha ziada. Nilienda kulala, nilipoamka kesho yake nilimwona pembeni yangu akiwa amenishika mkono. Wakina mama wapo kama hivyo, hawawezi kabisa kuvumilia watoto wao wakiwa na maumivu. Nilikuwa naongelea kuhusu baba. Vizuri sana, asante asante. Kwa hiyo mama, wanasheria wanasema kwamba kama mtawa atafanywa kuwa MD wa kampuni, basi kwa faida ya kampuni, bodi ya wakurugenzi inaweza ikaamua wa kuondoka. Mtawa anaweza akaiacha kampuni bila taarifa yoyote na kuishi maisha ya kitawa. Hilo linamaanisha sisi wote tukiondoka, baada ya Narin kuwa MD, haitoleta tofauti. Lakini mama, kama tukiamua kuondoka, hilo linaweza likamhuzunisha baba mkubwa. Kwa hiyo tumepoteza miaka yote ile kwa ajili ya Harish, lakini yeye hajawahi kujali kuhusu sisi. Amefanya maamuzi na kumfanya Naren MD bila kutuambia. Sasa ni kwa nini na sisi tusipaze sauti zetu, hmm? Toka utotoni hawezi kuvumilia akimwona Narini kwenye maumivu. Narini alipowahi kuumia wakati anacheza kriketi, na wewe ulikuwa na huzuni sana, ulikaa pembeni yake usiku mzima, na ilikubidi upatiwe matibabu ya viungo kwa maumivu yako ya mgongo siku ile. Lakini yeye athamini upendo wangu. Hiyo siyo kweli, kaka. Mtoto hawezi kubagua baba wala mama ni kwamba tu wanaume wanakuwa wametingwa sana na kazi, ndiyo maana haiwezi kuwa kawaida. Na wewe unafanya kazi kwa ajili ya wa watoto wako, kaka. Kila kitu kitakuwa sawa, usijali. Narimi amesharudi nyumbani, lakini wewe ulimwona, alikuwa amevaa kama mtawa. Mimi sikutaka yeye arudi kama mtawa. Alivyovaa alifanana na baba. Naofia kwamba kama baba yeye pia atatoa kafara ya kila kitu chake na kutuacha sisi milele. Hii ni ofi na nimaliza na wewe na wataki kuelewa ni jinsi gani ninavyoumia Harsha. Na watu wengi walikuwa wakifanya mzaha na kutusengenya. Nakumbuka jinsi walivyokuwa wakimsimanga na kumtania bila kujali, walikuwa wakimwita chizi Harsha. Maskini mama Alikuwa katika hali mbaya sana. Unawezaje kusahau mama? Alituhudumia peke yake, alikuwa imara sana, hakuruhusu chochote kituathiri. Alijitahidi sana kutulinda sisi ili tukuwe vyema, lakini mimi sina nguvu ya kusikiliza vitu hivyo vinavyosemwa juu ya maisha ya mwanangu, yaani sitaweza kabisa. Nyee wawili, haya, niambie, mnaongea kuhusu nini? Um, Bwana Rakesh, hivi unaweza kuniruhusu nikae kwako kaka? Hauna haja ya kuniomba, hapa ni nyumbani kwako. Asante Rakesh, lakini kaka, ni kwa muda gani utaendelea kumkwepa Naren? Umeshiandaa nguo zako kwa ajili ya kesho? Mpaka lini utaendelea kuvaa hizo kanzu? Wala sijakupa ruhusa ya kufungua kabati langu, na kila ninachokivaa wewe wala haikuhusu kabisa. Hilo halijalishi bwana Narini. Hata hivyo, mkuu asingeweza kuondoka bila kukutana na wewe. Ni juu yake, na nitaamua ni nini nitakachokivaa, na wala haijalishi ni nguo gani ambayo unavaa sasa. Kwa nini hubadilishi hizo nguo? Kitu Bwana Naren, huwezi kuvumilia kumwona yeyote akiwa na huzuni. Sasa unawezaje kumtazama baba yako akiwa na huzuni? Sijasoma vitabu vingi sana kama wewe, lakini nimesikia kwamba kila kitabu kinasisitiza kuwajali wazazi wetu. Lakini lakini bosi anajua vizuri. Na wakati wote yuko sahihi. Wacha nizirudishe hizi nguo. Rachel, recho tafadhali nisikilize, na kuahidi sitokulazimisha. Kama hautaki, huwezi kulazimisha hata kama ukitaka. Sijakuelewa. Wewe ulisema hutaki kuongea na mimi, sasa ni kwa nini unanifuatafuata, unanisumbua mtandaoni, kwenye simu, sasa mpaka bwenini? Sasa sikiliza, nakwambia kwa mara ya mwisho kama nikikuona tena nitaenda kukushtaki. Umenielewa? Sikiliza, unakosea kunielewa. Nimekuja kuongea na wewe kwa ajili ya Puja. Puja ndo nani? Puja Goyal. Puja yule ambaye alinishinda katika shughuli ya kufunga mwaka. Sasa huyo Puja atakuwa anataka nini kwa mshindi wa pili kama mimi? Tafadhali subiri hapa. Kuna nini? tunaenda kumwona Puja. Wacha tumpeleke na visheti. Hali yako haiko vizuri, hautakiwi kabisa kwenda juani. Tafadhali subiri, mimi nitakwenda. Natoa mafundisho kunengua kwa wale wenye uhitaji. Samahani, sina haja ya kuchukua nafasi ya Puja. Sikiliza, wewe ndo tumaini pekee la wale watoto. Kama utagoma kufanya hivyo shule ya waningwaji itafungwa. Kwa hiyo anabana hela kununua dawa zake, lakini anaweza kwenda kununua visheti kwa ajili tu ya kumpatia Puja. Recho, Recho, tafadhali. Nomba unisikilize. Asante. Asante. Umeanza kurandaranda katika bweni la wasichana eh? Recho ni nani? nini kinaendelea kati yenu nyinyi wawili? Mama, kwa nini ufikirie kwamba nilikuwa nafanya kitu kibaya? Puja ndio alonipa namba yake. Kwa hiyo sasa, inatosha. Nipatie jibu langu. Hakuna haja yoyote kupoteza muda wako. Nenda katika masomo yako. Nitaongea na wewe nyumbani. Nenda. Yaani Puja ameshaharibikiwa. Na sasa anataka tena kumwharibu mwanangu. Ni lazima nitamwambia mjomba wake kuhusu hilo. Twende. Kimetokea nini? Hujapata visheti? Visheti vyote vilikuwa vimechacha. Tuondoke. <laughs> Mungu wangu, unaonekana una hasira sana. Twende, twende. Ninachotaka ni kumfumania Pooja pale pale. Ilete na, Harish ni kuandalia kifungua kinywa. Hapana Supriya, nitakwenda kula ofisini. Ndio kwanza umerudi nyumbani kutoka kwa Harsha na tayari unataka kwenda kazini. Naren amerudi nyumbani, ni swala la siku chache tu ataanza kuvaa kama kawaida. Natumai hivyo Supriya, lakini sidhani Je, kuna nini shangazi? Narini hayuko chumbani kwake. Ni lazima tu atakuwa amekwenda shambani. Ngoja nitampigie simu sasa hivi, naomba simu yako. Nadhani Naren atakuwa mechanganyikiwa tena. Hapatikani kwenye simu. Mama wapi asubuhi asubuhi yote hii? Nilikuwa nimeenda dukani kwa Mavil. Kila mtu anapenda pipi na sambusa zilizotengenezwa pale Manoj. Da kiukweli haya mambo ya diet ya Nilu anayoniambia nimeshachoka nayo. Leo nitakula chakula mpaka moyo wangu ridhike. Bila shaka shemeji na Rina ataungana nasi kupata kifungua kinywa. Lakini... ah, sitaki sababu yoyote. Mimi nitakula kama ukiungana nasi Kaa hapa. Kumbe bado uko hapa, pata kitu kabla hujaondoka. na nini ametuletea asusa, na labda pia anoje hebu nenda na ukaanda hizo sambusa. Gopal, hebu gawa jerebi. ni chakula chako kipendacho. Narin ndo ambaye amekuletea, sawa? Hardik, uh, uh, nilikuwa nafikiria tunapaswa kugawa maembe dodo kati ya marafiki zetu na waajiri wa wetu maembe yapo sokoni, tunaweza tukapata mengi ya kutosha. Yani hilo ni wazo zuri sana. Wacha nini nikapige simu na nilifanikisha. Sio sasa hivi, una haraka ya nini? Maliza kwanza kunywa chai. Um, Supriya, abe tafadhali, naomba mchana nilete visheti sawa, mm? Una akili sana, umemrudisha Naren nyumbani, umemfanya vae nguo tofauti tofauti. Unafahamu hilo, au ni kitu ambacho umefundishwa na shangazi yako? Unashangaa nini? Shangazi yako alipiga simu, aliomba sana ya kwamba anamhitaji mpwa wake. Unajua nini, wakati wote nilikuwa nikiwa na mashaka na wewe. Wasichana wengi wa aina yako wana ajenda moja tu, mnaitega familia tajiri alafu unawahadaa kihisia kwa kuwaambia hadithi zako za kulialia, alafu basi unaisubiri fursa sahihi kufanya yako. Mama unaongea nini? Ndio ukweli. Unaweza kumdanganya Supriya, lakini sio mimi. Huwezi nidanganya. Dada hmm? Puja, ni simu yako ya umuhimu kutoka ofisini. Hello? Puja, shangazi yako na mjomba wako kutana na wewe. Sawa, nakuja ofisini. Kwa nini umepokea simu kutoka ofisini? Uh, mama, Bwana Vyas amesahau chakula chake nyumbani inabidi nimpelekee. Ni kwa nini wao umpelekee? wafanya kazi wapo, mama. Wacha wanasafisha chumba cha kuhifadhi vitu na inabidi kisafishwe kabla ya shangazi kurudi. Hakuna shida, mama, wacha mimi niende. Ni kwa nini anaonekana kuwa na wasiwasi? Nasema kwamba nilimwacha Pooja nje ya ofisi hii. Bwana Harishi ameniambia nifike kwenye ofisi hii. Labda wewe utakuwa upo sahihi, lakini tayari nimeshampigia simu, atakuwa njiani. Sasa natumai hujampigia msichana anayeitwa Puja. Hili ni daftari la kujiandikisha wajiri wa ofisi yetu, hebu chukua na ulipitie. Sasa unaweza kulitafuta jina la mpo wako hapo, wakati tunamsubiri Puja afike hapa. Chukua, ulikuwa ukijivunia sana huyu binti, wacha tuone una nini cha kusema? Bajaji! Kwa nini mjomba kaenda ofisini? Ona sasa nina haraka na hakuna bajaji hapa. Bajaji! Shangazi pia hayuko nyumbani. Nitamwambia nini mjomba nikikutana naye ofisini? Bajaji! Bajaji! Vipi, mbona unakimbiakimbia barabarani? Inabidi nifike ofisini na ni of, siwezi kusimamisha bajaji wala taksi. Panda, mimi nitakupeleka. Una nini? Hapana, mimi nitaenda kwa miguu. Panda. Wakati mwingine inakuwa ni vizuri kama utamsikiliza bosi wako. Kama Naren atamwona mjomba, kila kitu kitaharibika. Akili yangu haijatulia kabisa inatamani vitu isivyokuwa navyo. Jaribu kuwapa furaha wapendwa wako na uwasogeze karibu yako.